Mtazamaji na msikilizaji wa MTV hujambo, na karibu tena katika matangazo yetu. Hii ni MTV1 Online inayokutangazia kwa njia ya mitandao toka mashariki mwa Jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Leo ni Jumatano tarehe 9 2025. jina langu ni Jerme Hassan Kiaweri nikiwa chini ya milima mirefu ya Ruwenzori Kivu Kaskazini. Matangazo haya yanapatikana kupitia mitandao yetu ya www.mtv1news.com, Facebook MTV News DRC, Twitter ama X MTV DRC, LinkedIn MTV News pamoja na redio shirika za FM Kivu Kaskazini nchini DRC ikiwemo Radio Oasis FM TV Beni, RTGL Butembo na Kirumba Lubero, Radio Setrobo huku Kimbulu wilayani Lubero, RCK Lubero Rakove huku Kiwanja Ruchuru Global Weke huko Mtwanga Beni DRC, Sake FM huko Masisi, LFM katika mji wa Goma. Taarifa kuu siku ya leo ni kanisa Katoliki kutangaza Floribert Bwana Chui kuwa mwenye heri katika kanisa Katoliki. Naam, na sasa tuanze moja kwa moja kuchambua taarifa zetu za habari. Ni kwamba baada ya kuuawa mwaka wa elfu mbili na saba Floribert Bwana Chui atangazwa kuwa mwenye heri hii Juni kumi na tano mjini Roma, hii ikiwa ni ishara kubwa kwa Wakristo wote hasa wale wa Goma ambao alizaliwa. Bwana Chui aliuawa mwaka wa elfu mbili na saba kwa kukataa rushwa. Wili Ngubi Ngengele ni askofu wa daisozi ya Goma, amezungumza na wanahabari kuhusu maandalizi na sababu ya Floribert chui kutangazwa mwenye heri hapa. E, ninataka kusema ndio, eklesia inatambua utakatifu ndani ya maisha yake. E, ndio sisi wote tunazaliwa na na wanawake. Hata Yesu Kristo mwana wa Mungu amezaliwa na, na mwanamke, wa mitume wote wamezaliwa na, na wanawake, ila namna yetu ya kuishi inaonesha tofauti kati yetu, tofauti kati ya yule mwenye kuwa na imani nikuwa mwamini nikuwa mkristu na yule mwenye kuwa mpagani asiyeamini, asiemjua asiemjua Mungu. Tofauti iko kati, eh, kati yetu na pia kati ya wakristu, kati ya waamini wa, wa kuna pia tena tofauti kati ya wale wenye wanampenda Mungu zaidi wenyewe wameguswa ndani ya roho ya moyo wao na moto wa Roho Mtakatifu na wako tayari kutoa uzima wao, wanazarau vyote, wanazarau vyote vyote, kwa katika maisha yao havina lazima. Kupitia neno la Mungu, kuna wale wa Kristo, ndio si utini wa Kristo, lakini kuna wale wenye kweli wanapokea e, neno la Mungu na wanapenda kweli kuliishi, na mimi naweza kama mtu akiwa wa namna ile, eklezia inamtambua, ina na ikamtambua, inapenda kumwonyesha kumu, kumu kama vile mfano kwa Wakristo wengine mfano kwa, kwa wanadamu wengine. Hiyo ndio eklezia na tangu zamani inafanya hiyo. Ndio maana mnajua, katika eklezia eh, kuna watakatifu wanawaita watakatifu, kama tunataza mtakatifu nijua, wanapenda maisha yake, namna yake ya kuishi, fadhila zake ziwezeka mifano kwa ajili ya Wakristo wengine, kwa ajili ya, ya watu wengine na ya neno la eh. Jambo la pili katika maisha ya Floribert Bwana Chui, kwa, kwani ulisema huku Kongo hakuna watu wengine wenye kustahili kuwa watakatifu. Jambo la pili kubwa, amekufa kifo cha eh, cha ukali. Aliuawa eh, na wajambazi, hatujui namna gani kwani alikataa kukana imani yake, alikataa ku, kuacha fadhila zake za kikristu, alipenda kuendelea kuwa mamanifu mwaminifu kwa, kwa, kwa neno la Mungu, kwa fadhila za kikristu mpaka mwisho, alikubali wawezi kumuua juu ya hiyo. Wanangi wanasema kama walimukatakata nini, hii yote amekubali, jua ni juu ya imani yake, juu alijua kama neno la Mungu ndio neno la uzima na maisha ya mwanadamu haishie tu hapa duniani, hayo katika mambo ya kujifurahisha, kupata mali, kuwa na cheo. Hapana, maisha ya mwanadamu ina, eh, ina ina maana kubwa zaidi, ikiweza kukufikisha mbinguni. Hiyo ndio eh, ilikuwa eh, eh, ma fadhila kubwa katika maisha ya Floribert Bwana Chui bin Kositi ni kusema kama alikuwa kijana lakini namna aliishi, naambia anapatia mifano namna aliweza kuuawa, inaonyesha kama huyu kijana haiko sawa vijana wengine, huyu Mkristo haiko sawa Wakristo wengine, inafaa wengine wamtambue kama vile mfano wa maisha yao ya ya, ya kiroho. Ni ile naweza kuambia kwa ajili ya swali lile, alikuwa kijana. Unajua, ni sawa vile naambia, wafanyakazi wa serikali wa Kongo wako wengi lakini si wote wanakubali kukataa pesa juu ya kufanya kazi yao vizuri. Lakini alikataa wana pesa, wanampatia pesa kila mara, wanamwambia wana wanasema, kwetu ufunge macho, wanapenda kumfunga macho asione vile vitu vibaya, lakini yeye anasema hapana, mi sikubali hiyo. Ndugu apenzi, iko sawa vile mimi nasema ni, ni neema na ni sawa vile ishara ya Mungu kupatia mwanadamu nguvu ya kuweza kujikatalia mpaka katika hiyo eh, kipindi amefikia Floribert Bwana Chui Bin Kositi bin